yengaki eyeiga ye pasaka igendereret ase edini ya katoliki ye, ye, ye dini ya bakristo nigo bono koruru kwabori wegochasabana siasa mbaba isa waka siasa ase chingak echi chi omoyega ye pasaka goika naende yaikire omoerio boigo nigo basabire molembe ase nse ya kenya ase bono abarundi abapara banyari kwa bagosabwa koba maiso chingak echi bagosomba abanto gocha si nsemo ao ao noroboti rwabwatigwa ase oboime nakorwa igwa ebirengererio bia bana inchi korwa ase nsemo ya South Mugirango roboti rwabwatiwano omoriketo Kelvin Ondiri indeomo chairman uh, pota pota agucha South eh, narenge gosaba ng'a chinga kie chiga chia epasaka tobeka ebirengereri aseepara ntobase kobeka ebirengere riisiko aseepara togende boronge chingaki chiabana mbare isiko ase engencho ya erusa tonyare koba togotwara amasikani amanene mono gochia ase abana ase engencho ye chingaki chi muna echiga ogete oborayi bwa omogambi omokebia ekenyori yatu kianyangera obotoereru bobe ase kenya yaito nabogona ase ebinyoro bitwetanaine egento keraganeriwe ekenene na omorembe omonene abaminto abare bakogendi chigari bagendi ngora chingaki kimune chepa saka Vakugendiibigbig vagaigoreiakikha pasaka ili ndomo rembo nyareko vakoroleka especially wakati huu wa Pasaka ambapo tunaka, tuna, tafua, tunafanya ukumbusho wa kifo cha Yesu Kristo na ufufuko wake, na ninaomba kwamba sisi wote kama taifa la Kenya na kama waumini wote wa makanisa, tunaomba kwamba tuweke amani katika taifa letu la Kenya kila wakati tunapotoka tunapoingia tujue kwamba huu ndio wakati ambapo Yesu alikufa na atakapofufuka. Ni ombi letu kama waumini kwamba tukampokee na ili kwamba utukufu ukaweze kumrudia. Kifo cha Yesu hakikuwa cha siasa. Uh, jambo muhimu ni kwamba tuweke amani mahali popote tunapoenda. Kama wale wanasiasa wetu, tunawapenda kama waumini, na kila ambacho tunazidi kuhubiri mahali popote tunapoenda kama wanasiasa ni kwamba tukaweze kudumisha amani mahali popote tunapoenda. Naomba kwamba hii ndio wakati ambapo tunastahili kuomboleza kifo cha Mungu wetu na ufufuko wake, na furaha tele. Naambia kwamba tusherekee kwa amani na tukaweze kuomba. Jambo muhimu kabisa, tukaweze kumpokea huyu Yesu ambaye alikufa msalabani kwa ajili yetu sisi wote.